Hasa vijana tusitekwe na fikra za watu wasiokuwa katika sisi, kwa sababu sisi tuna mwongozo kutoka kwa mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mashekhe na maulamaa wa Kiislamu walitahadharisha mambo kama haya katika nchi mbalimbali. Ukiangalia kule Algeria katika hii Afrika, ukiangalia Algeria na watu walipojazana maneno kwamba maisha yamekuwa magumu, tusikubali, lazima huyo atoke. Watu wakafanya migomo, wakafanya na maandamano, wakaingia kwenye vita, nchi za magharibi zachochea. Kadhalika Tunisia ilitokea hayo, kadhalika Libya ilitokea. Libya ni mfano mzuri kabisa. Libya ilikuwa katika neema na kilele cha maendeleo, hasa katika maisha ya kawaida ya watu, hasa katika upande wa ma wa maisha ya mujitama wa watu, jamii, miundo mbinu, barabara, maji, umeme, mawasiliano mbalimbali mbali, huduma za kijamii kama hospitali, mashule, walikuwa wamewekeza kwa kiasi kikubwa mno, bali kushinda baadhi ya nchi za Europe. Libya, nchi za magharibi walipowaona waislamu wamestawi katika nchi yao, wako imara katika nchi, wanapata neema wakawatia chokochoko choko, kwamba msikubali, hamna uhuru wa kusema, hakuna uhuru wa vyombo vya habari, demokrasia hakuna. Gadafi tangu ameingia hataki kuachia kiti. Nini cha kufanya? Aondoke madarakani. Wakashawishiwa, wakawezeshwa, wakaingia barabarani. Nyinyi mnajua kilichotokea mwaka elfu mbili na kumi na mbili, ikapinduliwa serikali ya Gadafi wakamuua Gaddafi mbele za watu. Hebu niambieni, siku ikufuru neema ya Allahi, barabara zilizojengwa kwa muda mrefu zilivunjwa, mahospitali yalipuliwa, miundo mbinu mbalimbali ilikatika, umeme ikawa hakuna, hakuna maji, hakuna amani. Hivi wafikiri watachukua miaka mingapi kuijenga nchi yao? Kwani huko Ulaya hakuna wafalme waliokaa zaidi ya miaka hamsini? Mtu yuko madarakani ni mfalme au ni kwini, miaka zaidi ya hamsini tangu watu wazaliwa, mpaka wazeeka, wapata wajukuu wao, wako madarakani na ni mfalme na wasifiwa. Sasa haki gani mnaoitafuta nyinyi katika nchi za Kiislamu alafu na sisi tukubali haya? Ndio yalifanyika Sudani, jirani tu. Tusikubali ujinga wa namna hii. Hawa wanaofanya hivyo wanataka kutuingiza mahali sipo. Sisi Waislamu, tusiwe ni watu wa kudandia agenda za watu. Tuweni na akili, tusimame katika misimamo yetu thabit. Tuangalieni mustakbali wetu na watoto wetu na maisha yetu, tusibweteke tu, tuutambue uislamu wetu. Lakini haya yatakuja kwa kuushika uislamu vizuri kabisa. Tusikubali mtu yoyote aichezee dini yetu.